Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya kuanza kwa muhula mpya wa masomo hapa nchini, Halmashauri ya Mji wa Nzega imewakutanisha maafisa elimu kata, wakuu wa shule za msingi na sekondari, kwa lengo la kuwajengea uelewa wa pamoja kuhusu muongozo wa matumizi sahihi ya mfumo huo wa kidijitali maarufu SIS. Naomba washe kompyuta yako. Wenslaus Msita ni afisa elimu vifaa na takwimu Halmashauri ya mji wa Nzega anaeleza umuhimu wa mfumo huo. Mfumo huu utakuwa unachukua taarifa zote za shule ikiwemo miundombinu ya shule, taarifa za walimu, wanafunzi, pamoja na operesheni zote zinazofanyika shuleni. Lakini baada ya mafunzo haya, tunategemea sasa tunaenda kumpunguzia mwalimu kazi nyingi ambazo alikuwa anafanya katika manyo wiki. Lakini pia mfumo huu unatusaidia sisi kama viongozi wa Serikali mara unapohitaji taarifa za kituo ex labda shule fulani unaingiza kwenye mfumo una kliki, kulingana na taarifa ambayo wewe unahitaji kwa wakati huo. Akifungua mafunzo hayo kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Nzega, afisa utumishi wa halmashauri hiyo, Lea Kibaki, akatumia jukwaa hilo kutoa maagizo kwa walimu wakuu waanze kutumia mfumo huo shule zitakapofunguliwa. takwimu zote zitakusanya katika mfumo wa taarifa za shule zote zipatikane kwenye mfumo wa SIS hadi ifikapo Januari kumi na tano. Katika mfumo huu mkuu wa shule mwenyewe kapewa jukumu kubwa la kuhakikisha taarifa sahihi zinajazwa kwa kushirikiana na walimu wa darasa na walimu wa masomo. Wakati huo huo, maafisa elimu kata wahakikishe shule wanazozisimamia zinajaza taarifa hizi vizuri na kwa usahihi, kabla ifikapo tarehe 15. Nao baadhi ya walimu wakuu wa shule za msingi na sekondari wilayani Nzega wameeleza mitazamo yao baada ya kuanzishwa kwa mfumo huo mpya shuleni. tutarajie <topahitaji> matokeo mazuri sana kut kut kutokea kut kuto shuleni kwetu, kwa sababu kile ambacho kinakuja kwa mahitaji ya shule ni kutokana na kile ambacho tumekitoa sisi shuleni kwa kutumia huu mfumo. Kwa hiyo tutarajie tut tut tut matokeo mazuri ya mitihani, matokeo mazuri mahitaji mbalimbali ya Serikali ambayo yatahitajika shuleni, na kwa sisi walimu wa Nzega Mji, walimu wakuu tuitoe wasiwasi wasi Serikali kwamba tutakapotoka kwenye mafunzo tu wenyewe kwa wenyewe tutakutana sehemu na kuweza kuelekezana kwa wale ambao watakuwa wajelewa vizuri, ili tunapokwenda kufungua shule, ili kila mwalimu kuu aweze kutekeleza yale ambayo tumekubaliana katika kikao hichi au katika mafunzo haya. Juma Kapipi.